Karibu mpendo wa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumanne, juma la tano, kipindi cha Kwaresma. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya ya 4 hadi ya 9, na injili linatoka katika kitabu cha mwinjili Yohane sura ya 8 aya 21 hadi 30. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia Mafarisayo, mimi naondoka, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako, ninyi hamwezi kuja. Basi Wayahudi wakasema, je, atajiua, kwa kuwa asema mimi niendako, ninyi hamwezi kuja? Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Basi wakamwambia uu nani wewe? Yesu akawaambia hasa neno lilo hilo nilowaambia ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli, nami niliyoyasikia kwake ndiyo ninanayo katika ulimwengu. Wala hawakutambua ya kuwa anawatajia Baba. Basi Yesu akawaambia, mtakapokuwa mmekwisha kumwinua Mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye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 ni sehemu ya Maandiko Matakatifu ambapo Yesu anafundisha na kubainisha utambulisho wake wa kimungu kwa watu wa Kiyahudi. Katika somo hili Yesu anazungumzia juu ya kuondoka kwake, asili yake ya kimungu, na hitaji la watu kumwamini ili waokoke. Anasema wale wasiomwamini watakufa katika dhambi zao huko akibainisha tofauti kati ya asili ya duniani na ya mbinguni. Aidha, anawatangazia kuwa Mwana wa Adamu atakapoinuliwa, akimaanisha kifo chake msalabani, ndipo watu wataelewa kuwa yeye ni kweli aliyemtumwa na Baba. Hii inasisitiza hitaji la toba na imani kwa Kristo kama msingi wa wokovu. Yesu anazungumzia asili yake ya mbinguni akisema, ninyi mmetoka hapa chini, mimi nimetoka juu, akimaanisha yeye si wa ulimwengu huu, bali ametumwa na Baba kwa ajili ya kutimiza mpango wa wokovu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma ambapo tunajiandaa kutafakari juu ya mateso, kifo na ufuko wake Kristo, somo hili lina umuhimu mkubwa. Kwaresma ni kipindi cha toba tafakari na kujitakasa, ambapo tunahimizwa kutafakari maisha yetu kwa kuacha kutenda dhambi na kumrudia Mungu kwa upendo wa kweli. Hii inahusiana moja kwa moja na maneno ya Yesu kwamba wale wasiomwamini wataendelea katika dhambi zao na kufa bila wokovu. Kipindi cha Kwaresma ni nafasi ya ya kutubu, kupitia maungamo, sala na matendo ya huruma, Tukiongozwa na mfano wa Kristo aliyeteseka kwa ajili ya wanadamu. Yesu anasema, mtakapomwinua mwana wa Adamu ndipo mtakapojua ya kuwa mimi ndimi. Anazungumzia kifo chake msalabani ambacho ni kiini cha imani ya Kikristo. Tunakumbushwa kwamba msalaba si tu alama ya mateso bali pia ni ishara ya ushindi wa upendo wa Mungu kwa wanadamu. Wapendwa katika Kristo, Tunahimizwa kutafakari namna yetu ya kumfuata Kristo kwa kutambua na kubeba misalaba yetu ya kila siku, kama vile changamoto za maisha, mfano magonjwa na matatizo ya kifamilia, pia mateso yanayojitokeza katika maisha yetu ya kila siku, tukitambua ni njia mojawapo ya kushiriki katika mateso ya Kristo na kujitakasa. Hali hii inaakisi maneno ya Yesu anaposema "Yeye aliyenituma yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu mimi hufanya siku zote yale yanayompendeza." Maneno haya yanatukumbusha kwamba Mungu yu pamoja nasi hata tunapopitia majaribu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunahimizwa kuimarisha imani yetu kwa njia ya kiroho, hasa sala, kufunga na kutoa sadaka kwa wahitaji tukifuata mfano wa Yesu aliyetoa maisha yake kwa ajili ya wengine. Kwa mfano, mtu anaweza kuamua kujinyima anasa fulani, kama vile vyakula vya gharama kubwa, na badala yake kutumia pesa au vitu hivyo kusaidia maskini, akionyesha huruma na mshikamano na wale wanaoteseka. Yesu anasema kwamba mimi ndimi, anathibitisha uungu wake na jukumu lake kama Masiha nasi tunakumbushwa kuwa kumfuata Kristo ni kipaumbele cha maisha yetu hasa katika kipindi hiki cha maandalizi ya Pasaka. Aidha, Yesu anapozungumzia kuhusu kuondoka kwake na watu kushindwa kumfuata, anahimiza kujitafakari hali ya maisha yetu ya kiroho na kuwa tayari kuachana na dhambi ili kufanikisha wokovu. Kwaresima ni nafasi ya kuzingatia maisha ya ndani kuimarisha uhusiano na Mungu na kuishi maisha ya utakatifu kama vile Yesu alivyoishi akitimiza mapenzi ya Baba. Tunapaswa kutambua kwamba kifo cha Yesu msalabani si mwisho bali ni mwanzo wa maisha mapya ambayo yanaweza kupatikana kwa kila mtu anayemwamini na kumfuata kwa moyo wa toba na unyenyekevu. Kwa hiyo ndugu zangu, Injili inatufundisha umuhimu wa kumwamini Yesu kama njia pekee ya wokovu. Inatuhimiza na kutusitiza kuacha dhambi na inatukumbusha fumbo la msalaba kama ishara ya upendo wa Mungu na ushindi wa uzima wa milele. Ndugu zangu wapendwa, tunapaswa kuzingatia maisha ya unyenyekevu na kujitoa kwa ajili ya wengine kwa kuonyesha huruma, kwa kuwasaidia walio katika hali ya uhitaji kama vile wagonjwa, maskini na wale, na wale walio na huzuni. Pia, kipindi hiki hutumika kama nafasi ya kupatanisha mahusiano yaliyoharibika kwa kuomba msamaha na kusamehe. Yesu anatufundisha kwamba msamaha ni sehemu muhimu ya maisha ya Kikristo. Na hivyo tunapaswa kutumia kipindi cha Kwaresma kukuza moyo wa huruma, msamaha na upendo kwa jirani zetu huu ni wakati wa kujifunza kusamehe hata wale waliotukosea sana, kwani kwa kufanya hivyo, tunaonyesha mfano wa Kristo aliyesamehe hata wale waliosulubishwa msalabani pia, na tunakumbushwa kwamba maisha ya Kikristo ni safari ya kila siku ya kukua kiroho, na Kwaresma inatupa nafasi ya kukagua upya malengo yetu ya kiroho na kujitahidi kuwa waaminifu zaidi kwa Mungu na mafundisho yake. Pia tunahimizwa unyenyekevu wa moyo na kujitambua kuwa wanadamu hatuwezi kufanikisha chochote pasipo msaada wake. Yesu alitambua kwamba kila kitu alichokifanya kilikuwa kwa sababu Baba alikuwa naye. Hali hii inatufundisha kuwa Tunapaswa kuacha kiburi cha kutegemea nguvu zetu wenyewe na badala yake kumtegemea Mungu katika kila jambo. Yesu anatufundisha kuwa tunapaswa kumtegemea Mungu hata tunapofanya juhudi zetu, kwa sababu Mungu ndiye chanzo cha nguvu na mafanikio yetu yote. Aidha, ndugu zangu wapendwa, somo hili linaonyesha kuwa wokovu si wa mtu binafsi pekee, bali ni mwaliko wa kushirikiana na wengine katika safari ya kiroho. Tunapofuata mfano wa Kristo, tunapaswa kuwahimiza na kuwasaidia wengine kumtambua Mungu na kuishi maisha ya utakatifu. Kwa mfano wa mzazi anayeweza kumfundisha mtoto wake maadili ya Kikristo kwa njia ya maombi ya pamoja, kusoma Biblia na kuhudhuria ibada za familia au za jumuiya. Hali hii inatukumbusha kama Wakristo kwamba kila mmoja wetu ana jukumu la kuwa chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu, tukiwasaidia wengine kuishi maisha ya kumtumikia na kumtukuza Mungu. Na kushukuru wa kutafakari pamoja nami injili ya leo, niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratel John Peter wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele.